Habari ya kutwa nzima, mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV. Kama ambavyo ni kawaida, ifikapo saa nne usiku unakuwa ukisubiri kipindi chako kizuri cha Love Hour, ambapo unakuwa na mimi Charming Mama. Kama tujuavyo, katika mapenzi kila mtu anakuwa na ladha tofauti ambayo anaipenda au anayehitaji awe nayo katika mapenzi. Mapenzi ni dunia yenye ladha ya vitu vingi tofauti na kila mtu anakuwa na ladha yake ambayo anaielewa au kuikubali, lakini nataka nizungumze na wewe mtazamaji leo hii. Je, unapenda nini katika mapenzi eh? Mtazamaji utaniambia kwa kuweka komenti yako, utasema kwamba unapenda nini katika mapenzi, ili tuweze kuzungumza kwa pamoja na tushie mawazo. Karibu sana kwenye Love Hour, kipindi kinachohusiana na mapenzi, kipindi ambacho kinagusa moyo wako kwa nyanja mbalimbali za mahusiano, ukiwa na mimi mtangazaji wako Charming Mama, sauti ambayo inapenyeza masikioni mwako kuhusiana na swala zima la mahaba. Lakini vilevile vile, kauli yetu ni ile ile inayosema kwamba moyo unaongea, sauti inasikika pasi ya kutoa maneno. Hivyo usiache kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Kwa kipindi hiki leo, nataka tuzungumze kuhusu kitu ambacho wengi tunakifahamu lakini tunakipuuzia, ila ni kitu fulani ambacho kinajenga mapenzi yenye raha na utamu usio kifani, kitu ambacho wengi wetu tunakifahamu na kila mtu anakuwa na maoni yake tofauti kutokana na kitu hicho. Je, yeah, nini ni hiko? Ndugu mtazamaji, basi usiache kuwa nami Charming Mama kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kitu gani unapenda zaidi kwenye mapenzi? Na huu ndio uhalisia, yes, ambao nahitaji tuzungumze leo. Dunia ya mapenzi imekuwa na ladha tofauti tofauti, na kila mmojawapo anachagua ladha ile aipendayo. Kama ambavyo unaona tioni ya mziki, kila mtu ana mziki wake ambao anapenda. Basi ndivyo hivyo hivyo katika mapenzi, kila mtu anachagua kile kitu ambacho anapenda. Basi na wewe mtazamaji, utaniambia kupikwa, kudondosha komenti yako, utasema katika mapenzi unapenda hasa kitu gani? Lakini kabla wewe haujanijibu, mimi Charming Mama nitakwambia kitu ambacho nakipenda zaidi katika mapenzi. Napenda sana mtu mkweli, napenda sana uaminifu, na napenda sana mtu ambaye anazungumza maneno matamu ya mahaba anapokuwa faragha. Hicho ndo kitu ambacho mimi napenda sana kwa upande wangu. Usiniulize ni kwa nini, japo nitakupa sababu ndogo kwa nini napenda sana mtu anayeniambia ukweli katika mapenzi. Mtu anakukwambia ukweli, unakuwa huru. Unakuwa na amani unapokuwa naye faraga, kwa sababu anakuwa anasema kile ambacho kinampa raha na ambacho kinampa karaha. Kwa hiyo hii inasaidia kudumisha penzi na kufanya uweze kudumu na mwenza wako katika maisha. Tukija katika swala zima la uaminifu, siwezi kusema kwamba mpenzi wangu ni mkamilifu sana, lakini ni vile ambavyo anayatenda ya kunifanya mimi nizidi kuwa kumuona yeye ni mwaminifu sana kwangu, na ndicho kitu ninachokizingatia zaidi. Kwa hiyo, na wewe mtazamaji, je, unapenda nini katika mapenzi? Kuna vitu vidogo vidogo sana un... kama ambavyo nasema kila siku, unaweza ukavizarau, lakini mwenzako unakuta ndo kinampa vibe. Katika huba leno. Hivyo usividharau, hakikisha unavifanya vizuri na unavitendea haki. Na hii basi ipoje? Nataka nikwambie, ukishagundua mpenzi wako anapenda kitu fulani katika mapenzi, hakikisha unagongelea msumali hapo hapo, kwa sababu itamfanya awe na furaha muda wote na kupenda kuwa na wewe mara nyingi, kwa sababu unampatia ndio maana kuna msanii mmoja aliimba akasema, maksi zake wanamchukia kwa sababu anajua wapi kwa kukuna, kazi yake anaipatia. Kama unaifahamu nyimbo hiyo, basi utakuwa umenipata vizuri, wala hautapata mkanganyiko na utatendea haki kazi yako, ili mweza wako aweze kuwa na raha zaidi mnapokuwa faragha. Baada ya kuzungumza hayo, nataka nirudi kwako, mtazamaji, uniambie, je, wewe unapenda mtu wa kukwambia anakupenda kila siku au unapenda mtu wa kukuonyeshea vitendo tu na ukaamini kwamba anakupenda? Dondosha komenti yako nami nitaisoma na nitajifunza pia kutokana na maoni yako uliyoyaweka. Vile vile nataka nikushirikishe kitu. Nilikuwa nazungumza mada hii na marafiki zangu kadhaa kuhusiana na wanapenda nini katika mapenzi. Wakanipa majibu ambayo yalinifurahisha sana. Na nataka ni share na wewe mtazamaji. Mmoja alisema kwamba mimi napenda mtu anayeweza kunielewa bila kumwelezea. Yaani anapenda mpenzi ambaye atamwelewa bila kumwelezea chochote, kwamba ikitokea amenuna mpenzi wake ajue kwamba amenuna, ikitokea amefurahi ajue amefurahi, na ikitokea nywele zake zimefumka, basi mpenzi wake huyu ajue kwamba huyu mama sasa anahitaji pesa ya kusuka. Hapendi kuongea sana, napenda kuongelewa. Lakini pia mmoja akasema upendo kwangu ni uaminifu hata kama mambo hayako sawa <laughs> yani, yeye haijalishi wapo kwenye hali gani, anachohitaji kikubwa ni uaminifu, basi ataona penzi lake limenona. Ila kuna huyu ambaye alinichekesha kidogo, yeye akasema napenda mtu awe ananichekesha. Yani anapenda mpenzi wake awe komedi kwa ajili yake, awe anamchekesha tu afurahi. Kutokana na majibu hayo nikajifunza kwamba hakika mapenzi hayahitaji mambo makubwa sana, mapenzi yanahitaji vitu vidogo vidogo. Tena wakati mwingine naviita ni vitu vya kipuuzi ndivyo husababisha pendo. Penzi lidumu kati ya wenza. Kwa hiyo na wewe mtazamaji, basi, hebu kaa chini utafakari na ujiulize, je, unamwonyeshaga nini mpenzi wako ambacho anakipenda, lakini hata yeye anakuonyesha nini ambacho unakipenda, kwa sababu kama ambavyo nimeshatangulia kusema mapenzi ni kama shilingi, ni pande zote mbili, hakuna kuchagua wala kubagua, na tuondoe ubinafsi katika mapenzi. Kwa hiyo leo mtazamaji, chukua muda wako na ujiulize, je, ni kitu gani kinakufanya upendwe na mwenza wako Kaa kabisa, tafakari nini kinanifanya mpenzi wangu ananipenda. Na kama utakosa majibu, basi chukua muda, hebu zungumza naye, muulize kitu gani kinanifa kinakufanya unipende, mpenzi wangu. Basi na yeye atakupa majibu ya moyo wako, na utazingatia kile ambacho kinafanya akupende, uweze kukidumisha na kukijali zaidi. Wacha nimalizie kwa haya maneno, nikuambie wewe mtazamaji. Mapenzi si mashindano, mapenzi ni safari ndefu yenye milima, mabonde, furaha, karaha, hekaheka, heka nyingi na mitikiso. Hivyo usibabaike wala usiteteleke, hakikisha unadumisha penzi lako, kwa sababu mapenzi ni furaha. Mapenzi yanakufanya uwe na amani ya moyo kwa yule umpendaye. Nimeshatangulia kusema mapenzi ni safari, hivyo kuna wakati wa kulia, wakati wakati wa kucheka, wakati wa kukumbatiana pamoja, lakini pia wakati wa mvutano. Lakini mwisho wa siku mapenzi mazuri ni yale ya nyumbani, lakini sio kwenye nyumba. Bila shaka mtazamaji, nikisema hivyo tunaelewana. Mapenzi ni nyumbani, pale ambapo mtu anajua pumziko lako na unapata pumziko la amani ya moyo na nafsi yako. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye mtapendana, atakusikiliza, atakujali, atakuthamini na vilevile vile hakikisha ukimpata basi unamjali pia na kuhakikisha unaishi katika matakwa yake, na ukishampata usisahau kumwambia hakika, wewe ndio kitu ninachokipenda zaidi katika penzi letu. Asante sana kwa kuwa nami kwenye Love Hour, na usisahau kuendelea kufuatilia kila ifikapo saa nne usiku na si pengine bali ni hapa hapa Dar es Salaam Tanzania TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Charming Mama, lakini nakukumbusha tu usisahau ku like kusubscribe Comment, lakini pia na kushare. Mambo mazuri na matamu unayapata hapa hapa DT TV. Usijali mpaka wakati mwingine.